Mlango wa tano. Wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli, tena na saba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza; kwani Yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala, bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, Hanoki na Palu na Hesroni na Karmi. Wana wa Yoeli, mwanawe huyo ni Shemaya na mwanawe huyo ni Gogu na mwanawe huyo ni Shimei na mwanawe huyo ni Mika na mwanawe huyo ni Reaya na mwanawe huyo ni Baali na mwanawe huyo ni Beera, ambaye Tiglath Pileseri mfalme wa Ashuru alimchukua mateka ndiye aliyekuwa mkuu wa Wareubeni na nduguze kwa jamaa zao, hapo ilipohesabiwa na saba ya vizazi vyao, mkuu wao Yeieli. Na Zekaria na Bela mwana wa Azazi mwana wa Shimaya mwana wa Yoeli aliyekaa huko Aroeri hata kufika Nebo na Baalmeoni, na upande wa mashariki akakaa kufika maingilio ya jangwa litokalo mto wa Frati kwa sababu ng'ombe zao walikuwa wameongezeka sana katika nchi ya Gileadi. Na katika siku za Sauli wakapigana vita na Wahajiri, ambao waliangushwa kwa mikono yao, nao wakakaa katika hema zao katika nchi yote upande wa mashariki wa Gileadi. Na wana wa Gadi walikuwa wakikaa kwa kuwaelekea katika nchi ya Bashani mpaka Saleka. Yoeli alikuwa mkuu wao, na wapili Shafamu na Yanai na Shafati katika Bashani na ndugu zao wa mbari za baba zao, Mikaeli, na Meshulamu na Sheba na Yorai na Yakani na Zia na Eberi, watu saba. Hao ndio wana wa Abihaili mwana wa Huri mwana wa Yaroa mwana wa Gileadi mwana wa Mikaeli mwana wa Yehishai mwana wa Yado mwana wa Buzi ahi mwana wa Abdieli mwana wa Gudi alikuwa mkuu wa mbari za baba zao; nao wakakaa huko Gileadi katika Bashani na katika miji yake na katika viunga vyote vya Sharoni hata kufika mipakani mwake. Hao wote walihesabiwa kwa nasaba katika siku za Yothamu mfalme wa Yuda na siku za Yeroboamu mfalme wa Israeli. Wana wa Reubeni na Wagadi na nusu kabila ya Manase, watu mashujaa, wawezao kuchukua ngao na upanga na kupiga upinde wenye ustadi katika kupigana vita walikuwa watu arobaini na nne elfu mia saba na sitini walioweza kwenda vitani. Nao wakapigana vita na Wahajiri na Yeturi na Nafishi na Nodabu wakapata msaada juu yao, nao Wahajiri walitiwa mikononi mwao na wote waliokuwa pamoja nao, kwa kuwa walimlingana Mungu pale vitani, naye akayatakabali maombi yao, kwa sababu walimtumaini yeye wakateka nyara ng'ombe zao na ngamia zao hamsini elfu na kondoo zao mia mbili na hamsini elfu na punda zao elfu mbili na watu mia elfu kwani wengi walioanguka, waliouawa kwa sababu vita vile vilikuwa vya Mungu. Nao wakakaa badala yao hata wakati wa ule uhamisho. Na wana wa nusu kabila ya Manase walikaa katika nchi, nao wakaongezeka kutoka Bashani mpaka Baal Hermoni na Seniri na mlima Hermoni. Na hawa ndio wakuu wa mbari za baba zao, Eferi na Ishi na Elieli na Azrieli na Yeremia na Hodavia na Yadieli, watu hodari wa vita, watu mashuhuri, wakuu wa mbari za baba zao. Nao wakamwasi Mungu wa baba zao, wakaenda kufanya uasherati na miungu ya watu wa nchi, ambao Mungu alikuwa amewaangamiza mbele yao, naye Mungu wa Israeli akamwamsha roho Pulu mfalme wa Ashuru na roho ya Tiglath Pileseri mfalme wa Ashuru, naye akawachukua mateka, hawa Wareubeni na Wagadi na nusu kabila ya Wamanase, akawaleta mpaka Hala na Habori na Hara na mpaka mtu Wagozani hata siku hii ya leo.